Nimecheza mi, mi, mi, mi mpira p kfkaamoja nauua wachanganyikiwi kwa sababu ni swala tu la kufuata maelekezo ya kocha mpya. Uwanja ni ule ule, mpira ni ule ule, mifumo ya mpira aina tofauti sana na na yani kwamba kocha wenu kocha wao wana tofauti sana. Ni ngumu sana, ni ngumu sana kwa sana sana kwa Afrika unajua mm. Afrika mpaka formation zinafanana na makocha wengi mm -hmm. Utafiona unasema chuo kimoja mm, sahihi so, sahihi. Kwa hiyo haiso shida kwa wachezaji. Shida shida, shida labda inatokea kwenye namna ya kulinki uongozi na mtu mpya mm. Eh, lakini mimi naamini viongozi kama wako serious, na hivi nimesikia pale Simba mfano yule Bwana Mkwabi yule ambao sahizi kaambiwa swedi, e, swedi, e, swedi yeye ndio ndio msimamizi wa mashindano e, e e, ya like ya, mm, ya, ya Simba magoli. Kuna watu pale kwenye Simba, inabidi lipite fagio, tusubiri.